Mambo vipi? Leo tunaangalia tiba ya asili ambayo imewasaidia wengi wenye vidonda vya tumbo. Aloe vera, au mshubiri kama tunavyoijua Kiswahili, ni mmea wenye nguvu sana wa kuponya. Sasa kwa nini Aloe vera ni maalum kwa vidonda vya tumbo? Kwanza inasaidia kupunguza hisia ya kuungua na maumivu ya tumbo. Ina uwezo wa ajabu wa kupunguza asidi ya tumbo ambayo mara nyingi husababisha vidonda. Pia Aloe vera husaidia kurekebisha utando wa tumbo na kukusaidia kupona haraka na zaidi ya hayo inaweza hata kupambana na bakteria ya H pylori ambayo ni chanzo kikubwa cha vidonda vya tumbo. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, unaitumiaje? Ni rahisi sana. Wanchukua gel ya Aloe vera mbichi, unahitaji kuichota kutoka ndani baada ya kuondoa ngozi ya nje ya kijani. Wansaga gel hiyo na maji kidogo, kuniwa kama kikombe cha robo ya mchanganyiko huu asubuhi kabla ya kifungua kiniwa, na tena jioni kabla ya kulala. Fanya hivi kwa wiki mbili hadi tatu, kisha pumzika au punguza matumizi. Aloe vera sio tiba pekee ya asili, kuna mimea mingine ambayo inaweza kusaidia pia. One, mchicha poli ni mzuri kwa kusafisha tumbo na kupunguza asidi. Unga wa majani ya mronge unaweza kutuliza na kuponya vidonda hivyo vya ndani. Tangawizi inaweza kupunguza gesi na maumivu ya tumbo, lakini kumbuka kuitumia kwa kiasi. Majani ya papai yana vimengenya vinavyosaidia ya kurekebisha tishu za tumbo zilizoathiriwa. Jambo muhimu: tumia tiba moja tu kwa wakati mmoja na kuwa mwangalifu na kipimo. Hata tiba za asili zinaweza kuwa na madhara zikitumiwa kupita kiasi. Na kama unapata dalili kama kichefuchefu kinachoendelea, damu kwenye kinyesi au maumivu makali, tafadhali mwone daktari wako mara moja. Sawa, hiyo ni yote kwa leo. Ungependa kujua kuhusu tiba gani inayofuata? Nijulishe kwenye maoni. Asanteni kwa kutazama.